Majira ni saa kumi na mbili sasa Afrika ya Kati, ikiwa ni saa moja majira Afrika Mashariki. Hii ni Baraka One TV na mimi ni ndugu yako baba la baba mzee wa Ngwasu Marajabu akili kabonga amekurushia haya matangazo eh, tuungane wote kwa pamoja tusikize yote ambayo yameweza kujiri kwa siku ya leo, eh, na kisha tutakuja kukwambia nini ambacho kinaendelea kwenye uwanja wa mapigano. So tusikizane, tusikize wananchi wana mambo gani na kuna nini ambacho kinaendelea, ili kwa kwanza kupata habari zetu, like pia Subscribe Baraka1 TV, tuko Facebook pamoja na TikTok. Jambo jambo Papa Rajabu, habari za leo tarehe kumi na tatu. Tunashukuru sana kwa elfu ya asubuhi, Mungu wa mbinguni akubariki sana, na tunashukuru Mungu ambaye anakutia nguvu kila itwayo leo ili kwamba tupe habari za nchi yetu. Mungu akubariki sana kabisa, akutie nguvu sana tena sana tena sana e, tunasema asante kwa haya yote. Mungu yuko anafanya, ni Mungu ni Mungu yuko anapambana vita katika nchi ya Kongo. E, ila neno moja ninasema nina, Ninasema kwamba Mungu wa mbinguni ashukuriwe sababu leo Mungu ameona kama nchi ya Kongo, siri za nchi ya Kongo zitoke nje, na pia ninashukuru pia kwa Rais Tshisekedi ambaye ametuma hii siri inatokea, sababu siye Wakongomani mara nyingi hatuna shukrani. Tunaonaka mtu iko anafanya vitu, tuna mdharau, tuna mtusi, tuna mzihaki bila kufanya hesabu yoyote ya kujua ya kwamba huyu mutu iko anafanya kazi sisi Wakongomani tuko tu na ile faiblesse, njo maana wageni wanatuoneaka sana, njo maana tunashindwaka, sababu mutu mwenye anasemasemaka sana huyu mutu anapotezaka nguvu, mwenye haiko anasema anamupiga mpaka anamponda ponda na namshinda nguvu. Sababu ya nini? Anasemasema mingi. Lakini kama tunaangalia vizuri, tunaona ipeikwenyi hi ikwe naenda leo ikwe naenda kuushindi ambao itabaki historia ya dunia yote mzima. Sababu gani nasema ile neno Kisekedi mwa hii kuzurura yake, banasema nazururaka, njo kwenyi kumetokea hii siri zote zenyi tulikuwa hatujui. Wakong'omani walikuwa wanajua kama Kagame iko napigania puvware ya Kinshasa. Balikuwa habajue kama Kagame ilikuwa napigana kusudi akamate Kongo aigeuze kuwa Rwanda. Habakukuwa banajua kama Masisi, Goma, Ruchuru, Bukavu habakukuwa banajua kama este Kivu njo yenyi Kagame ilikuwa napigania. Na nani mkongomani mwenye alijua ile siri? Hakuna hata huyu nanga mwenyi alifanya buwerewera na jitosha uguvernema aseme wame nyanganya migodi ya oro no. Alijiunga naye na hakujua kama njo siri yenyi bakonayo nae, banapenda yuko manapenda bagabule inchi bakamate gipande, hakukua na juo, kwani angelijua angelibiingia ndani leo iko niliingia ndani, iko anajiuliza niliingiaka ye niliingia ka namna gani, anashindwa jinsi ya kujitosha. Ba mingi balisha kuwa mule ndani, bakongomani bako bana regrete, tuliingia mwaimu vema namna gani na tutajitosha ka namna gani? Tugitoka tutakufa, tukibakia tutakufa, bako amo tu bako hapo hapo Sababu gani habakujua kama njo playa wenzao ya kusema kama watakamata Nor Kivu na Side Kivu na Manyema, na Manyema na Gatanga na Ituri, habakukuwa banajua ba, ile habari zote habakukuwa wanazijua, lakini leo Kagame anasema anasema wazi, asema waligabula inchi mubaya. Yeah. rwa belgi naye anasema tangu zamani Rwanda haikukuwaka, Rwanda haikukuwaka, na kama Rwanda haikukuwaka rwa Rua, Rua belgi anasema kama ko, Rwanda ilikuwa Kongo, na kama alishatamka kama Rwanda ilikuwa Kongo hapa hatutapigana tena juu ya kusema kama Rwanda haikukua Congo, tunagombana mpaka tukamate Rwanda tuirudishe gucongo, batoke barudie muinchi yabo kwenye balitoke yako, sababu njo vile wametaka vifanyike sasa hii vita na ngombe zitaipigana hako na nguruwe zitaipigana hako na kondolo zitaipigana kama hamuzuu, sababu hivi ametangaza hii habari ya kusema kwamba maana yake iko na gomania ku akamate kipande ya Kongo anigisekurwanda, maana yake hapa amegusa kwenye hangeli gusu wakati Habyarimana alikuwa kupuvuare, hakuna siku mkongomani alipigana na Rwanda na Habyarimana alielewa ya kwamba Kongo ni Kongo na Rwanda ni Rwanda. Lakini yeye hivi anapigania Kongo haikamate kipande, anasema hii vita haitaishaka, sasa itamuishana njo muda yake ataishiwa, na bandugu zake batamuoa sababu so hakili yake niyamwenda bazimu, anatamani byenye habatamani yake njo maana wakati balikamata Rwanda akaautorize Barwanda baende bajenge zone netre yenyi Babelgi baliachaka na Kongo haikuingia hai, hai pale na Rwanda haikuingia pale. Zone netre ilikuwa karibu kama kama 5 ka kilometre ha? ilikuwa inafuatana na vile ya Kisenyi, akaempoze mpaka wajenge ile fasi yote, mpaka leo Goma na Rwanda hakuna mpaka tena pale nikabarabara tu kadogo kanjia kadogo njo kenyi bali, acha kumbe, njo ilikuwa apula yake ya kusema kama bajenge zone netre kwa mwisho na mwisho akamate na Goma, kwa mwisho na mwisho akamate na Bukavu, kwa mwisho na mwisho akamate na Uvira. Sasa hii muda inafaa benzetu bafungule macho baone mzuri, na naba, naba, bajue ya kwamba hii vita sio vita ya, ya kugombola Bukavu. Haiko vita ya kugombola Bukavu, ni vita ya kugombola prefectura ya Changungu, Butare, Bugarama, kuendelea tugombole Kigali, na ile majina balitiaka kule ya, ya Kinyarwanda tunaenda kuiefase yote, tunatia Kongo, Kongo, Kongo. Bahutu babakie na banajua kama tutagombana mpaka tugambane Rwanda tubie, kama Rwanda iko na populasio kushinda Congo bataona gisi filimu haikuwa kebongo kudunia. Cho vile banaua ndugu zetu Bukavu banabamaliza, banaua Kavumo wanamaliza, banaua Uvira banamaliza, na bengine banakufia mumakambi. Sasa hii njo muda ya kuonyesha kama filima haikuwa kebo. Hey, eh bwana mtangazaji, habari zako, habari za siku mingi. Hapa tuongee wala tupite tena siku kuu ku, ku, ku, kutelefoni nitongee na mwee. Nashukuru sana ndugu yangu kwa kupata muda kama wewe yakuongea na mimi ndugu yangu, nilipenda niseme hivi kwa kweli muwe Uh, uh, maezi ma, ma, ma, ma, redio zenu mko nazo naipatia mainformasion ya sawa, na mnaangalia mtu gani mnaweza mkamtia ku redio ili aseme wenyewe, watu watasikia. Nasikia ndugu yangu wana akili radio. Nilifata jana kwanza, TV yenu haikuwa yenu, splitone urumie ilikuwa sijui kama ni, e, TV gani ilifata kama ni muteba TV kulikuwa msemaji wa askari wa Baraka alikuwa anasema kama e, ile kutoka kule kuja huku kurudia mpaka Makobola ilikuwa ni ni, ni repli strategique hapa. Wanajikuta waiko salama, kila kitu wanapata chakula, wanapata risasi, na gouvernement anajipanga vizuri. Ila kwa kusema kuachia Uvira kamati ilikuwa ni st strategiki. Tena ya pili ilikuwa ni kuhusu watu wasife sana Muvira. Kwa kweli kuna kwa kare eh, yo represent strategic ya kutoka kwenye walikuwa huko kama ni Nyangezi, kama ni Kamanyola mpaka Makobola, neno ya kwanza. Hata kwa kweli hata uko raia huko askari, neno la pili, eti juu watu wasife sana muvira sasa hivi mkurekipereovira kutakua vita watu watapigana, na watu watakufa kwenye kwa vita, mpaka kue vifu. Mkurekipereovira nitakua ni vita apigane na kutakua vifu, unasikia? Sasa mtu kama huyo mtangazaji wa baskari kwa kweli bwana anampatia nafasi aseme maneno kama hili, unaona? Kama mtu hafai tata aeel machana wakati yeye kusema haifai sijui sikumbuki kabisa hiyo Red TV, ningebakiana namba yake jana, nikaani mpigie, nimwambie wao. Naangalia wenyewe wanaweza pitisha kuredio, wasema mambo ya lazima na wanaipitisha watu wasikie, waone kweli ni mambo ya hekima na akili. Kwanza nilikuwa niko hapo Baraka, huyo askari ningemtafuta nimpige makofi na mimi niko raia. Hiyo hadisi raia anapiga askari mwenye kufuru huyo mtu hafai hata kidogo tena eh, ya pili ilikuwa ni Amani TV wanasema, nilifuata wa pili ilikuwa wanasema, huyu anasema hapa tunakuwa vizuri, askari anatupatia risasi eh, wazalendo wote wanapata chakula kama kawaida, na wazalendo wengine wako kwenye kuteswa huko Makalehe, wapi wapate chakula? Lakini yeye anasema wote wanaene. Unaona kama huyo, unaona kama coordinator yuko sawa? Si ni mwizi kwa kweli huyo ma, ilikuwa ni wakubwa wote wa wazalendo waekalie fasi moja, ju wote wanaenea vizuri, wanapata chakula askari kabisa, na wakumbuka kuwapatia risasi kila kitu, wanajeneza na wenzao wako kuteswa wapati wapatilesasa wapati chakula, kwa kweli. Na hata huyo wa barana wa wa, wa, wa, ama, ama TV alinikwaza naye kupitisha mtu kama huyo. Basi ndugu yangu, sina mengi ya kusema, ila mw mnaangalia, atasema maneno ya kufariji watu kwa televizio nini? Kwa nini naipitishia ku kwako wewe uh -uh. A a, ndugu wangu wetu, karibu tunaisha kupata muda wote, tunasema mambo ya lazima. Naona haya ushaivirisha mbele ya kuisema mbele ya kuipitisha. Njoo vile ndugu yangu, Mungu azidi kulinda, eh baraka yako, bwana mtangazaji, baba la baba mzee wangu Asuma. E, uko salama ndugu yangu ya e, nami niko salama kabisa, tunashukuru Mungu kabisa. Ya e, bwana Rajab, mimi nilikuwa nataka kuongea kitu wema eh kwa kusema kweli ndugu yangu, hii vita ya Kongo huwa inatumaliza akili sana na tujawahi kuielewa, hatujawahi kuielewa kabisa. Hii vita ya Kongo vrema inatumaliza akili, tumechoka, imetumaliza akili kabisa hii vita ya Kongo ndugu yangu hmm? ndugu yangu, ni nani atakauliza hivi, kwa nini sisi hatunaka speed kama ya hawa ma manyanguzi hawa marebele wa M23 mbona ba M23 wako na na spidi moja ya nguvu sana kutuliko sisi, na sisi njo tuko na nguvu yote kwa maana sisi njo guvernema. Pourquoi wajama kabisa, tunaonaka wako na precision kama ni kwenda kukamata mahali, na wanakamata na wanakaba pale. Kwa nini sisi hatuna ile esprit ya kukaba mahali mara moja? Maki huko nakutana vitu zetu zote, make ni vya kujikokota tu. Kukamata tu pale Uvira ni shida, lakini wakati ambapo M23 ilikamata Uvira, ilianza kamata Kamanyola kule ikakuja Plane, kule kule ku plane ikakuja ku plane team mpaka Uvira. Angalia zile manani walipita kule kote manani makabulimbo ma, walipita mpaka uvira mpaka wakafika mpaka, Makobola. Ile ni spidi ya namna gani? Mbona sisi hatuna ile spidi eh? Kukamata tu Uvira kwetu unakuwa ni shida, inakuwa ni mahesabu, inakuwa ni mahesabu mingi sana. Vema, sisi tumechoka inakuwa ni mahesabu. Kukamata tu Uvira inakuwa ni mahesabu wenzao, wakati ambapo wenzao wakoenda kukamata Aku, wako, wako wanaikaa chini na wanapanga na wakikuja na wanakuja hawapendi kuangalia kia huko na kia huko na, na wanakuja na wanakaba. Kwa nini sisi hatuko na kaba? Kwa nini FARDC na wazalendo hawako na kaba? Wao vile visi wenzao wako wako na kaba Angalia kule kule kote kwenye walikamatia ma ma Bunagana, wakakuja Bunagana ti Goma ilikamatwa, Bukavu ilikamatwa hivi hivi tu. Uvira nayo njo hii na njo vile vile tena, jamaa wako wakona, wakona wanaenda kukamata tena Mafizi huko Mabaraka, watapakamata tu tena hivi hivi tu, tutabakia tuko tunaangalia tu hivi hivi tu. Kwa nini vitu zetu sisi lazima zizikokote kokote eh? Mimi sijaelewa kabisa, sijaelewa kabisa tanto wazalendo waru, wanafika Kalundu tanto sijui, tunataka tuwatoe kwa suku, ku milima, tuwa sasa mpaka mpaka lini itakamata, masiku ngapi? Na hiyo ni gouvernement na wazalendo wana, wanasema ke gouvernement iko inawasupport hiko inawasoi asara ugumu gani kwenda kukamata uvira na wasonge kule, mbona wenzao wao wanatumia spidi Weza wako natumia nguvu sana, weza wako natumia spidi sana, kwa kusema sasa hivi waende wakabe mahali. Mbona sisi tu hmm? mbona sisi tu, sisi tuko polepole tu mpaka. Kwa nini jambo lingine, ile jambo ya kusema eti oh, nganja sijui kama nganja kuja kuwa hata eh, vita hatuhitaji wazalendo hey. Ule mnyarwanda atakaposikia kwamba wazalendo walitoka hapo nganja, kwenye mnasema wanaenda panakuwa wazi, si wataingia? Wanashika wale jamaa, wakishika fasi kuwatoa ni vigumu. Wanashika walishika Uvira, kuwatoa kwa leo inakuwa vigumu. Ni kama mwiba, kuna mwiba mmoja unakuwa kama vile wenye kutambaa hivi. Ule mwiba ukishika kunguo, mara nyingine ukisema utoe, inafaa ukate mti au kama sio kukata muti uvue nguo <laughs> ndio utautoa. Unasikia, ndio sababu hiyo inafaa e, tue makini kabisa, tusimpe adui nafasi na ile nani ya kusema ya kwamba eti mflero, hapana kumuzishia shamba, hiyo ni makosa makubwa hayo. Mambo Uvira hayakuwepo hayakutokeaka, na hakuna hata mtu mmoja Uvira mwenyewe ameshawahi kusema kwamba pasiwe hata eh, Mnyindu mmoja mwenye atauzishiwa shamba hapa Uvira. Mnyindu ni mtu wafasi yote, pasiwe Mbembe mwenye atauzishiwa shamba hapa Uvira au Mbwari, wale Wabembe na Wabwari kwao ilikuwa ni Uvira. Kuna watu wengine walizaliwa wabembe, walizaliwa Uvira, hawajawahi kujua sehemu zingine za kule Fizi au sa zingine kama wameshafika sijui e. na kuna wengine maisha yao yote walizaliwa Uvira, wanakuia Uvira na wanazekea Uvira. Sio kwamba wakati mtu wakati mnaanza kuleta mambo kama hayo, kesho wakati amani itakuwa mtakuwa kama vile watu mnafanya chuki hiyo. Chuki nafaa tuiache, hayo mambo ya kuwa tuna nani e, tunafuatiliana kimaisha, ku, ya ubaguzi, sijui mtu fulani kabila fulani hapa astahili kufanya hivi. Sasa hapo Ubembe, mbona mko na guverne mko na nani na mea maire de la ville haiko wapale Mbona wa nani wengine sijui wagavana wa Kongo tumesha tushapata, wengine wa kutokea ma provinces zingine, eske tumeshawahi kuwakataza kwa sababu we hauko mtu wa, wa, wa, wa Sud Kivu au pashi kuwa wa, wa guverner Eh? Watu inafaa tufunguke macho, inafaa tukuwe civilize Eh? inafaa tukuwe civilize. Tuache ale mambo ya ubaguzi. Utakuta watu wana, mtu mmoja anafanya diskuru ya ubaguzi, watu wengine wanashangulia wanapiga makofi, hiyo yes, siyo vizuri. Tuache mambo ya ubaguzi, mm. Wanasema kwamba inyo fela force wakati atuko ini adui ata, atatuprofite atafrape na tutaregrete, tunapoteza budongo yote. E, na huo ndio mwisho wa matangazo yetu, mengine tukutane majira ya saa kumi na mbili asubuhi kwenye Amka na Baraka1 TV, bye-bye.